Ikiwa ni siku mbili zimepita tangu ripoti ya CNN iweze kutolewa na chombo hicho cha habari cha kimataifa juu ya matukio mbalimbali yaliyotokea Oktoba 29, 2025 katika uchaguzi mkuu. Katika ripoti hiyo, chombo hicho cha habari cha kimataifa kilidai matukio mbalimbali juu ya ukiukwaji wa haki za binadamu ikiwemo vifo pamoja na matukio kadhaa ambayo yalipingwa na serikali hadharani. Siku chache zilizopita, kulisambaa kwa video ambayo ikionyesha maiti za watu waliofariki, huku baadhi watu pamoja na wanasiasa wakidai kwamba mitizo zinatoka katika hospitali ya Mwananyamala. Hata hivyo katika ripoti ya CNN waliweza kuainisha video hiyo. Larry Madowo ambaye ni mwandishi wa habari wa CNN akizungumza siku ya jana pamoja na chombo cha habari cha Afrika Kusini aliweza kuzungumzia juu ya video hiyo, huku akisema ya kwamba iliweza kuthibitisha kwamba video hiyo inatoka nchini Tanzania, lakini pia mamlaka na wizara ya afya nchini Tanzania waliweza kukanusha video hiyo siku chache zilizopita. Hata hivyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa alisema katika taarifa iliyotolewa na serikali na kuweka wazi kwamba wanafanyia uchunguzi ripoti hiyo ya CNN, waliiona ripoti hiyo na hivyo wanaifanyia upembuzi ili kuweza kubaini kile ambacho kimeweza kuripotiwa na chombo hicho cha habari cha kimataifa katika hatua nyingine Larry Madowo akizungumza na chombo cha habari cha afrika kusini ameweza kuzungumzia tukio la mwanamama aliyedaiwa katika ripoti hiyo kuuawa huku akiwa na mimba ya miezi mitatu ambapo Larry Madowo amesema kwamba alifanya uchunguzi kwa kuzungumza na familia ya muathirika huku familia hiyo ikithibitisha moja kwa moja kwamba mama huyo alikuwa na mimba ya miezi mitatu na aliweza kuzungumza na familia yake ambao pia walidai kwamba wanaogopa kuweza kuzungumzia juu ya mambo hayo. Madowo pia aligusia huku akisema kwamba uchunguzi wa kina umefanyika na kituo hicho cha habari cha kimataifa, huko akisema ya kwamba zaidi ya watu mia moja wameweza kufanya naye mazungumzo ya siri na ushahidi upo juu ya kile ambacho kiliweza kutokea katika Eh, siku ya Oktoba 29. Hivyo bado tunasubilia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa kuweza kuzungumzia juu ya ripoti hiyo ya CNN kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji mkuu wa serikali. Gerson Msigwa pia atazungumza hii leo pamoja na waandishi wa habari. Bado hatujafahamu kwamba atakuja kugusia ripoti hiyo ambayo ili, ilitolewa na chombo hicho cha kimataifa chombo hicho cha habari cha kimataifa.